Uchaguzi hatutaingia kama hakuna mabadiliko yoyote ya katiba, na hatuko tayari kwa majadiliano. Maridhiano yalituvuru. No reform no election, ndugu zangu. BAWACHA kwanza, naona mnachelewa. Muda tulionao ni mdogo. Hapa saa hizi tulikuwa tunatakiwa kupanga mikakati ya no reform, no election. Sasa mi niwaulize tu hii timu hii mada haikutolewa na Chadema mwenyekiti. Kilichoandikwa hapo harakisha usawa wa kijinsi amani na umoja kwa maendeleo endelevu, ninavyofahamu ni kauli ya Umoja wa Mataifa iliyotoka kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, haikutengenezwa na Chadema. Amani tunayo maaskofu wote wawili wameongea na juu ya waliopotea na wanaoendelea kupotea. Haki tunayo? Haki hatuna. Umoja kwa maendeleo tunao? Wanawake wa Chadema maelfu, mlioko hapa, mnashirikishwa kwenye rasilimali za taifa zinazogawanywa kama karanga. Haki haiko kwenye maisha yetu, haki haiko kwenye shule, haki haiko kumiliki rasilimali za nchi. Ndugu zangu, BAWACHA, kwanza naona mnachelewa. Muda tulionao ni mdogo hapa. Saa hizi tulikuwa tunatakiwa kupanga mikakati ya no reform, no election. Sasa mi niwaulize tu hii team, hii mada haikutolewa na Chadema, mwenyekiti. Kilichoandikwa hapo harakisha usawa wa kijinsi amani na umoja kwa maendeleo endelevu. Ninavyofahamu ni kauli ya Umoja wa Mataifa.